Ya, kwa vile mi natoka kwenye mambo ya utafiti ni, ni, ni ku moja kati ya eh, changamoto tulizo nazo ni matokeo ya utafiti wetu tunaofanya katika sekta zetu hizi za kilimo na mifugo kuwafikia watumiaji, na watumiaji wetu sisi ni, ni wafugaji ambao yale tunayoyapata sisi na zile zile zile changamoto walizozileta kwetu tukazifanyia utafiti na kupata matokeo, e, yale ndio mambo ambayo tunataka yarudi kwa wafugaji. Sasa e, kukosikana kwa TV, kulikuwa kuna tufanya turudi tena kwa wafugaji tukawaambie tulichokiona, lakini sasa hivi kuwepo kwa TV, itaturahisishia sana. Tumefanya utafiti, tumegundua teknolojia mpya katika ufugaji tumedua mambo mapya katika ufugaji, itakuwa rahisi kwetu sisi matokeo yale ya, ya utafiti kuwafikia kwa, kwa, kwa haraka haraka tu kama sasa, tafiti ngapi ambazo zimeleta matokeo makubwa ya? tuna tafiti ambazo zinaendelea sasa hivi hmm. na kuna tafiti ambazo tayari tumeshazimaliza. Okay. Eh, zungumze na hizi ambazo zinaendelea sasa hivi E, tuna utafiti ambao sasa hivi vijana wako field wanafanya kazi. Kuna changamoto ya magonjwa mengi ambayo yanawapata wanyama na kwa e, ufupi tu, sasa hivi kuna ugonjwa umeibuka wa miguu na na midomo hapa Unguja, na maswala mengi yamekuja. Kuna baadhi ya wafugaji wanachanja, lakini wanasema bado wanapata ugonjwa. Kwa hiyo tumeenda field, tunakusanya sample nyingi tuzifanyie uchunguzi tujue tatizo liko wapi. Mm. Tukimaliza kufanya ule tafiti itabidi turudi kwa wafugaji tuwaambie bwana, nichopo mnakifanya hivi sasa kifanyeni hivi. Mm. Ni moja, lakini tuna utafiti wa majani na malisho ya ng'ombe yanaendelea pale June cow, ile June cow na majani mengine okay. Na ambayo tutayafanya utafiti na baadaye, tukimaliza, tutarudi kwa wafugaji tuwaambie bwana eh, majani bora ni haya na uyalime vipi.